Kama unapata maumivu ya mifupa viungo, pamoja na ganzi katika mwili wako, iwe ni vidole mikononi pamoja na miguu ama sehemu yoyote ya mwili wako, video hii inakuhusu na wala usiache kuitazama. Watu wengi kwa sasa wanasumbuliwa na shida ya ganzi, haijalishi uwe na umri gani Bali sababu mbalimbali ndizo zinazopelekea watu wengi ikiwemo wewe kuweza kusumbuliwa na tatizo hilo la ganzi. Wapo wanaofikiria kuwa ganzi ni kutokana na uchovu wa kazi, wengine wapo wanaofikiria kuwa ganzi ni kutokana na uzee ama watu wenye umri mkubwa ndio wako kwenye hatari zaidi. Inaweza kuwa ni ndio, lakini vilevile isiwe ndio ikiwa unasumbuliwa na ganzi na unapata ganzi, unasubiri ganzi tu ipite, alafu itaisha yenyewe, hapo utakuwa unajidanganya. Swali la msingi ambalo unapaswa kujiuliza leo, je, ni kwa nini sasa unasumbuliwa na ganzi wakati miaka ya nyuma ganzi kwako haikuwepo? Swali hili ndio litakalo kuweza kusaidia kutatua changamoto yako hiyo ya ganzi, kwa sababu kuna sababu nyuma ya tatizo lako, na mimi kama mshauri wako nahitaji kuwasiliana na wewe ili kuweza kuona sababu gani ya msingi kwako, ambayo imekupelekea tatizo hilo la ganzi. Usipuuze, kaa kwenye video hii, nitakuelekeza madhara suluhisho na jinsi gani utaweza kuepukana na ganzi hii na ukaweza kusaidia wengine hapo nyumbani. Ngoja nikwambie kitu. Nilikutana na bwana mmoja, yeye anafanya kazi ya udereva wa magari maroli makubwa kutoka hapa Tanzania na kwenda Kongo. Huyu baba alinipigia simu miezi mitatu iliyopita akanieleza changamoto yake, nami nikatatua suluhisho la tatizo lake ni nini. Nikashea naye ujumbe na kumwambia ganzi yako inatokana na moja, mbili, tatu, nne. Maumivu yako ya mifupa inatokana na moja, mbili, tatu, nne. Kwa hiyo ili uweze kuwa na suluhisho sahihi, fanya moja, mbili, tatu, nne, ikiwemo kumpatia dawa ambazo zingeweza kurudisha nutrients zilizopotea katika mwili wake, kwa kuwa yeye alikuwa ni mtu mwenye miaka arobaini na mbili. Natambua kadiri umri unavyozidi kuongezeka ndivyo kinga yako ya mwili inavyozidi kushuka, lakini vile vile neva na seli huwa zinashuka na maradhi huwa hayawaachi mbali hii ni kutokana na mabadiliko ya kimwili, lakini vile vile itilafu katika kinga yako ya mwili. Kadri unavyokuwa yenyewe inashuka, ni moja ya sababu ya wewe kuweza kupata ganzi. Basi bwana huyu alipoongea na mimi, aliniambia nitakurudia baada ya wiki na nitaona jinsi gani ya kuweza kuagiza hizo dawa. Ilipofika wiki, nikampigia simu, hakupokea. Ilipofika wiki ya pili nikapiga simu hakupokea. Wiki ya tatu akapokea, akaniambia akanyambia nishaizoea, ah, hii ganzi yangu. Acha tu niishi nayo. Kwa kweli jibu lake lilinisikitisha, lakini nilipata tafsiri ya kuwa huyu bwana amekata tamaa ya kuweza kutibu tatizo lake hili la ganzi. Nikamwambia hapana, muda unao, hebu tafakari tuone jinsi gani unaweza kuanza matibabu. Huyu bwana ananisikia sasa hata nisamee. Inabidi nimtolee tu mfano ili wengine pia wajifunze na kuepuka makosa yake kama yeye aliyoyafanya, ingawa sasa ameshapona. Akamaliza mwezi wa kwanza akiendelea kuvumilia maumivu yake. Akamaliza mwezi wa pili akaendelea kuvumilia maumivu yake. Mwezi wa tatu, maumivu yakazidi zaidi. Hali ambayo ilipelekea asiweze kushika msikani wake wa gari vizuri, hali ambayo ilisababishia akose usingizi, hali ambayo ilimsababishia kuweza kupata maumivu makali pamoja na miguu, lakini pia maumivu makali ya kiuno na mgongo, kitu ambacho alikwenda kusababisha tatizo lingine la bawasiri. Kwa hiyo huyu mtu baada ya kuona kwamba hahitaji msaada, kadri alivyozidi kuchelewa, ndivyo alivyosababisha tatizo lingine katika mwili wake, ambalo kitaalam tunaliita hemorrhoids, ambacho kwa Kiswahili sahihi tunaita bawasili. Kwa kuwa haliweza kupata bawasili, basi huyu bwana alinipigia simu mwezi wa kumi na mbili na kuniambia bwana mdogo, ah, bwana ee, naomba dawa zako. Nikamwambia, kwa nini umerudi sasa? Akanipa sababu zake. Lakini inawezekana hata wewe pia umeshawahi kuongea na mimi au bado unatafakari na kufikiria kuona kwamba ah, nimeshatumia pesa nyingi, sijapata matibabu. Ukweli ni kwamba ili uweze kupona ni lazima mtaalamu wako ama daktari wako afahamu chanzo sahihi cha wewe kuweza kuwa na hiyo ganzi, na baada ya chanzo ni rahisi kutatua tatizo la ganzi. Huyu mzee nikampatia dawa mwezi wa kumi na mbili tarehe kumi na tarehe saba. Yes, mwezi wa kumi na mbili tarehe saba, nikamwagizia dawa na yeye, nilimshauri atumie dawa za muda mrefu, kwa sababu tatizo lake lilikuwa liko zaidi ya miaka mitatu. Kwa hiyo niliona kwa kumpa dawa tu ya mwezi mmoja haiwezi kumsaidia kwa haraka, hivyo nikamshauri aweze kutumia dawa ya miezi mitatu. Kweli alifanya hivyo. Tukaagiza dawa mwezi wa kumi na mbili akatumia huu, unavoongea na wewe ni mwezi wake wa pili wa dawa Ningetamani kukuonesha meseji zake alizonionyesha kwamba sasa hivi hata kule kazini wamemrudisha, kwa sababu wakati huo alikuwa anapata maumivu ya ganzi, na hivi sasa ninapoongea, ameshapewa usukani wake na ni dereva, anaendelea na shughuli zake za udereva, huku akiwa kwenye dozi yake ya pili ya kuweza kutatua changamoto yake hile. Kwa hiyo ilibidi niweze kutatua changamoto zote mbili kwa maana nimpatie dawa za kuweza kutibu bawasiri lakini vile vile kuweza kutibu ganzi ambayo imemsumbua kwa kipindi kirefu sana. Kwa hiyo ndugu yangu, ni kuombe hata wewe usiwe mwepesi wa kupuuzia maumivu. Ganzi linatokana na sababu mbalimbali, lakini utajiuliza, hii ganzi ni nini? Ganzi ni itilafu katika seli zako za mwili lakini ganzi ni moja ya sababu ya matokeo ya kwamba kuna sehemu mbalimbali katika mwili wako, damu haifiki ama kuna mishipa midogo midogo imeathirika, ambapo tunaita nevers. Sasa mishipa hii inaposhindwa kusafirisha damu ama kupokea damu kutoka kwenye moyo kwenda kwenye sehemu mbalimbali, hatima yake ukata mawasiliano kati ya eneo moja na eneo lingine. Kwa hiyo kama damu haifiki inamaanisha ni kwamba hakuna ule mzunguko wa damu na kupelekea uh, ganzi kwa wakati huo. Kwa hiyo ni sawa sana mtu aliyelalia mkono kwa muda mrefu, maana yake amebana mishipa ambazo ni hizo nerves, ambapo damu hiyo haiwezi kufika. Lakini baadaye akiacha, akitulia, akinyoosha, basi ile damu husambaa na kuweza kuondosha hiyo ganzi. Kwa hiyo ganzi inatokana na sababu mbalimbali mbali. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, ni kuombe usubscribe na kushare ujumbe huu ili mwingine naye aweze kujifunza na aweze kupata maarifa sahihi ya kwamba kila mmoja ana sababu ya kwake ya ganzi. Kwa maana mnawezekana mkao mko watu kumi katika jumuiya yenu, katika kikao chenu, katika darasa lenu ama katika familia yako, lakini kila mmoja akawa ana sababu yake ya kuweza kupata ganzi. Kwa hiyo tambua kwamba hatufanani chanzo cha kuweza kupata ganzi. Yupo mtu hei, anapata ganzi kwa sababu ya matumizi ya madawa ya muda mrefu. Ikiwa wewe ulishawahi kutumia madawa ya muda mrefu ama una maradhi ambayo yanakulazimu kutumia dawa za muda mrefu, tambua hiyo ni moja ya sababu ya wewe kuweza kupata ganzi katika mwili wako. Kwa nini? Kila dawa unayoitumia huwa ina mahudhi madogo madogo, na kila dawa unayoitumia imetengenezwa kwa kemikali. Je, hii kemikali inaenda wapi inapoingia katika mwili wako? itatoka kwa njia ya mkojo ama jasho Je, huo mkojo nao unachujwa wapi? Kwenye figo. Je, hiyo figo ina usalama kiasi gani? Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba mwili wako hauwezi kuepuka hii dosari, kwa sababu kila eneo limejaa sumu ya matumizi ya madawa ambayo umetumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo wapo ambao wanapata ganzi kwa sababu ya matumizi ya madawa za muda mrefu na hasa madawa yanayokibu moyo kwa maana ya presha, lakini pia madawa ya saratani, lakini pia madawa ya maambukizi mbalimbali ikiwemo maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Kwa hiyo matumizi ya dawa za muda mrefu ni moja ya sababu unapaswa kuifahamu leo. Sababu ya pili ni itilafu katika mishipa ya damu ama kubanwa kwa mishipa ya damu. Hii ni kutokana na mikao ambayo wanadamu sisi huwa tunapenda kukaa. Wapo ambao wanapenda kukaa wamekunja miguu muda mrefu, hususani ndugu zangu mashehe ambao tunakwenda msikitini alafu tunakunja miguu muda mrefu. Hii inaweza kukusababishia wewe kuweza kupata ganzi. Wapo ndugu zangu wanafunzi ambao wao wanakaa chini, pengine kwa ajili ya kujifunza kile ambacho tunaelekezwa. Sasa kitendo cha kukaa muda mrefu ukiwa umekunja miguu yako, una uwezekano mkubwa wa kuweza kupata ganzi. Vilevile kukaa ama kusimama kwa muda mrefu, hii ni moja ya sababu kuu ambayo watu wengi imewapelekea kuweza kupata ganzi. Yupo mtu ataniuliza, mimi mbona sina sababu yoyote ambayo imepelekea kuweza kupata ganzi? huwa ninawauliza, je, unafanya kazi ya kusimama ama kukaa ama kulala kwa muda mrefu? Kwa sababu kukaa ama kulala kwa muda mrefu huwa inasababisha mgandamizo katika neva na kukata mawasiliano ya damu. Kwa hiyo damu inakuwa haitembei katika mwili wako kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kukata kwa mawasiliano huko kunapelekea damu isifike na kuweza kuamsha hisia za ganzi. Kwa hiyo wapo ambao wanapata ganzi kwa sababu hiyo. Lakini vile vile mzunguko mbaya wa damu. Hii ni kutokana na wingi wa mafuta katika miili yetu ambayo cholesterol ikiwa nyingi huwa inasababisha uh, ile mishipa isiweze kuruhusu damu kuweza kusambaa kutoka kwenye moyo wako na kwenda sehemu mbalimbali za mwili wako. Kwa hiyo, mzunguko mbaya wa damu ni moja ya sababu kubwa ambayo inapelekea wewe uweze kupata hiyo ganzi. Na tatu ama nne baada ya katika hizi sababu ni kwamba Ziko sababu mbalimbali mbali, lakini hizi nilizozitaja zinaweza kuwa ni sababu za msingi. Kumbuka ya kwamba nimesema mgandamizo mkuu wa mishipa yako kwa maana ya kukaa ama kusimama, mzunguko mbaya wa damu, kiwango cha mafuta na sumu nyingi mwilini ni moja ya sababu, lakini matumizi ya dawa za muda mrefu, lakini pia matumizi ya dawa za kulevya ama kilevi cha aina yoyote huwa inaweza kupelekea kuweza kupata hii ganzi, lakini sijawasahau wale watu ambao wamekuwa na uzito mkubwa. Uzito mkubwa ni moja ya sababu ambayo inawakuta watu wengi kwa sababu ya mafuta yaliyoongezeka pamoja na uzito ambao unasababisha kugandamiza mishipa hiyo, na hiyo mishipa inashindwa kuruhusu damu inavyotakiwa na kupelekea hali ya kupata ganzi. Uzee ni kweli, uzee ama umri mkubwa ni moja ya sababu ya watu wengi kuweza kupata ganzi kwa sababu ya uhafifu wa neva pamoja na kinga za mwili huwa zinashuka, hususani kwa wazee. Kwa hiyo mwili unashindwa kupambana dhidi na mabadiliko yoyote yanayotokea katika mwili wako. Kwa hiyo umri mkubwa ama uzee ni moja ya sababu mara nyingi huwa na washauri kuweza kutumia dawa ama nutrients ambazo zitaongeza kinga za mwili ili kuufanya huo mwili kutengeneza kinga yake imara against mabadiliko yoyote ambayo katika mwili yanaweza kutokea. Lakini utaniuliza kuna aina ngapi za ganzi? Labda swali hili wengi wameshajiuliza na wameshasikia kutoka sehemu mbalimbali, lakini napenda kukuambia kwamba kuna ganzi za aina nyingi sana. Labda nifafanue kwa kusema kuna ganzi za aina mbili. Ganzi ya hisia ya kuwaka moto, hapa ndio wale ambao utasikia na kuambia ni miguu yangu inawaka moto ama mikono yangu inawaka moto. Ni kweli hiyo ni hisia ya kuwaka moto, kwa hiyo ganzi hiyo ni ya aina peke yake na vyanzo vyake ni zile zile nilizokuambia, kutokana tu na mabadiliko ya kimwili, basi unapata um, ya ganzi ya aina hiyo ya hisia ya kuwaka moto. Lakini ganzi ya hisia ya kuwaka moto ni hatari zaidi kuliko ganzi ya hisia ya ubaridi. Kwa nini? Ganzi ya hisia ya kuwaka moto ni matokeo ya kutokuiwai mapema ganzi ya hisia ya baridi kwa hiyo ganzi ya hisia baridi ni ishara kwamba mishipa yako imesimama haipokei damu. Kwa hiyo kadiri unavyozidi kuendelea ndivyo huchangia tatizo so kuwa kubwa na kusababisha ganzi ya hisia ya moto. Kwa hiyo aina ya pili ya ganzi ni ganzi ya hisia ya baridi. Ganzi hii ni matokeo au matua ya awali ambayo ndiyo chanzo kikuu, na ndiyo watu wengi walianza kukutana nayo kabla ya ganzi ya hisia ya moto. Hii ni hatua ya kwanza, kama mtoto shuleni tunasema ni nasari ama darasa la, la kwanza. Kwa hiyo ili yau baridi ni hatua ya kwanza kabisa. Kwa hiyo kama unapata ganzi ya hisia ya baridi, wai haraka sana kupata matibabu ili kuruhusu zile nutrients ziongezeke na ziweze kutatua changamoto yako mapema. Lakini ganzi ya hisia ya moto ni usugu katika neva zako, ni usugu katika mwili wako, na kuna shida kubwa, ambayo shida mmoja huzalisha shida nyingine. Inawezekana fika ukawa na maradhi mengine mbali na hilo ambalo unaliona kwa sasa. Sasa tuangalie, kuna rafiki yangu mmoja, yeye anaishi Saudi Arabia. Alinipigia simu hivyo hivyo kama ambavyo wengi wanafanya. huyu jamaa naweza kumuita ni jamaa lakini ni mtu mzima sana. Akanieleza ni kwamba anapata ganzi ya hisia ya baridi, na nikamwambia, je, yeah, unafanya shughuli gani? Akanieleza, lakini nikaja nikagundua ni mtu ambaye ana matumizi ya madawa mengi, kwa sababu alikuwa na pressure, lakini pia alikuwa na sukari na alikuwa na uzito mkubwa. Niliona kuna hatari kubwa kwake ya ganzi asipochukua hatua za haraka, kwa, kwa maana kwa jinsi alivyokuwa nanieleza ni kwamba ganzi yake siyo ganzi ya kusema tutampa tiba fupi tutaacha. Ni lazima tutibu ganzi, lakini pia niitibu maradhi hayo mengine ambayo yalikuwa yakimsumbua, kama vile pressure, lakini alikuwa na sukari pamoja na bawasiri. Kwa hiyo unapokuja na matatizo yako usikimbilie kwanza kusema nataka kuitibu ganzi, hapana. Tukae chini tuone jinsi gani ya kuweza kupunguza mahatari ya ugonjwa huo ambao uko nao. Kama ni pressure, maana yake ni kusaidie dawa za kuweza kuishusha hiyo pressure. Kama ni bawasiri, ni kusaidie pia dawa za kuweza kutibu bawasiri yako. Kama ni kisukari, ni kusaidie dawa za kuweza kushusha hiyo sukari yako. Kwa hiyo ukifanya hivyo, unakuwa uko kwenye asilimia tisini na tisa ya kutokuishi na gazi lakini wengi wanachokosea huwa wanakimbilia kuitibu ganzi bila kujua chanzo cha tatizo lake ni nini. Mimi kama mshauri wako ama mtaalamu wako, huwa napenda kutibu tatizo lako sugu linalokusumbua huku nikiendelea kutibu tatizo lako ambalo unaliona kwa sasa taratibu. Kwa nini? Kwa sababu tatizo hilo sugu ndilo ambalo limekupelekea kuweza kupata hiyo ganzi. Je, muulize mtu yoyote mwenye shida ya kisukari apate ganzi? Muulize mtu yoyote mwenye shida ya pressure apati ganzi? Muulize mtu yoyote mwenye kutumia dawa za muda mrefu apati ganzi? Muulize mtu yoyote mwenye uzito mkubwa apati ganzi? Sasa jiulize kinachosababisha hiyo ganzi ni nini? Ni hiko ambacho unacho kwa sasa. Sikushauri uanze kukimbilia tu kutibu ganzi. mimi ukinipigia ninakushauri kitu ambacho kitaweza kukusaidia maisha yako yote, badala ya kukimbilia kukupa matibabu hata kama nikikupa matibabu, maana yake ni kwamba ninachangia kukupa dawa fulani ambazo zitasaidia kushusha ama kusaidia hiyo tatizo lako. Kwa hiyo kama una magonjwa sugu ama una ugonjwa wowote, tambua huo ugonjwa uliokuwa nao ndio moja ya chanzo cha wewe kuweza kuwa na ganzi katika mwili wako. Nipende nikuambie, ni kwamba nipo kukusaidia wewe, nipo kukufundisha wewe nipo kukutoa katika shida inayokukosesha usingizi. Wapo watu nimeshawasaidia kutoka mataifa mbalimbali nje na ndani ya Tanzania. Ikiwa wewe leo unahitaji msaada kutoka kwangu na unahitaji kupata, uh, uh, uh, kupata tiba kutoka kwangu, nipigie nami nitakusaidia ushauri lakini pia nitakupa ushauri wa kina na dawa zenye kusaidia kutatua tatizo lako ambalo linakunyima usingizi kwa sasa. Kama wewe una pressure, uko kwenye hatari ya kupata ganzi. Je, hizo dawa unazotumia hazina kemikali? hizo dawa unazomeza kila siku utameza mpaka lini? Huoni kwamba pia ni moja ya sababu ya kwenda kuchangia shida katika figo lako, na hiyo figo itachuja hizo dawa mpaka lini? Ukweli ni kwamba unahitaji dawa za kuweza kusaidia kuondoa sumu katika mwili wako na kusaidia kuweza kupunguza makali ya kemikali na kuishusha hiyo presha yako. Wewe sio wa kwanza kuwa na shida ya ganzi, wapo watu wengi wanateseka na ganzi, yupo rafiki yangu wanateseka na ganzi mpaka anaona maisha sio ikiwa na wewe umechoka shida hiyo ya ganzi, wasiliana nami kwa namba nitakazoziweka katika bio yangu hapo chini, ama description yangu. Nipigie nami nitakushauri na kukupatia dawa kokote pale ulipo, ili uweze kuondokana na changamoto yako hiyo ya ganzi. Naitwa Stefan Kalonga, nipo kukusaidia. Chao.